Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linamshikilia mtu mwanamume aitwaye Jeremia Aniset, ana miaka 59. Huyo anafanya kazi ya kunoa misumeno, mkazi wa Bupandwa tarafa ya Kahunda wilaya ya Sengerema. Huyo amekamatwa kwa tuma za mauaji ya mtoto aitwaye Mariam Joseph mwenye umri wa miaka minne na mkazi wa Bupandwa katika tarafa ya Kahunda iliyoko wilaya ya Sengerema. Tukio hili lilitokea tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa moja na dakika 20 jioni katika kijiji cha Chema kata ya Bupandwa tarafa ya Kahunda wilaya ya Sengerema, ambapo mtuhumiwa Jeremia Aniset akiwa amebeba msumeno alimkata kichwani Mariam Joseph upande wa kushoto, na msumeno huo wa kukatia mbao ambao alikuwa ameufunga kwenye pikipiki yake, ambaye alikuwa akiendesha yeye mwenyewe. Pikipiki hiyo ni namba T 714 BGE aina ya Sanlg, na kusababisha mtoto huyu kumwaga damu nyingi na hatimaye kupoteza maisha. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kitaalamu na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Mtuhumiwa huyo Jeremia Anset bali alikuwa akiendesha pikipiki hiyo, aliyokuwa na msumeno umefungwa nyuma ya pikipiki, ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi. Na uchunguzi ukikamilika, atafikishwa katika mahakama ili aweze kujibu mashtaka yake. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kufuatia tukio hilo, tunawakumbusha eh, wanaotumia eh, vyombo hivyo pikipiki, baiskeli, kuchukua tahadhari katika mizigo wanayoileta, wanayoibeba ili siweze kusababisha madhara kwa watu wengine. Jeshi la polisi kwa upande wa makosa haya ya usalama barabarani, makosa hatarishi, tunatoa wito wananchi wote kuendelea kuzingatia sheria kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kuepusha ajali. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza pia limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu waliohusika katika mauaji ya Scholastica Joseph Lugalila, huyu ana miaka 40, mkulima na mkazi wa Nyeunge, wilaya ya Sengerema, aliyeuawa tarehe 19 mwezi wa tatu katika nyumba ya kulala wageni iitwayo First and Last Guest House iliyopo kata Usagara, wilaya ya Misungwe. Mtakumbuka siku ya tarehe 19 mwezi wa tatu mwaka huu, jeshi la polisi tulitoa taarifa kwa umma juu ya mauaji hayo eh, ambapo jina la marehemu na wahusika waliotenda mauaji hayo hayakuwa yamefahamika lakini baada ya upelelezi na ufuatiliaji wa kina uliofanywa na jeshi la polisi, tulifanikiwa kupata jina la marehemu eh, kwamba amefahamika. Um, marehemu huyo anaitwa Scholastica Joseph Mugalila, lakini na watuhumiwa waliweza kukamatwa kwa tuhuma hizo za mauaji ya mama huyo, ambao majina yao ni Stefan Charles Manyecha, miaka 69, fundi ujenzi, mkazi wa Iwezela, mkoa wa Geita; Terezia Kantoro Igabura, miaka 39, mkulima na mkazi wa Nyeunge, wilaya Sengerema; Valentino Kantoro Igabura, miaka 43, mkulima, mkazi wa Nyeunge, wilaya Sengerema. Chanzo cha tukio hilo la mauaji ni imani potofu za kishirikina, kwani inadaiwa watuhumiwa hawa walikuwa wakimtuhumu marehemu anawaroga ili wasiweze kupata ujauzito. Watuhumiwa wote wamehojiwa kwa kina, na upelelezi utakapokamilika, hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wananchi kuachana na imani za kishirikina na kushirikiana na vyombo vya dola katika kuzuia na kukomesha vitendo vya mauaji yanayotokana na imani potofu za kishirikina. Pia linawakumbusha wananchi kushirikiana nalo na katika kutii sheria, ili usalama na amani viendelee kuwepo. Wananchi wasisite kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali katika maeneo yao, lakini pia watoe taarifa kwa jeshi la polisi au vyombo vingine vya usalama watakapoona viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani